Halo, rafiki, naumwa. Naumwa nini? Naumwa nini? Naumwa. Na vibaya homa, homa mwili mzima unauma. Eh, natokea huku naenda. Naenda wapi? Ngoja nikuitie pikipiki uende hospitali, unaumwa. Naona unaumwa sana. Sawa. Eh, pole pole, umeanza lini? Nimeanza toka jana usiku. Ah, hamuna ndugu karibu. Ngoja nipigie basi pikipiki. Hebu kulieni kwanza mjomba. Baruza huko Usirudi tenaea mwananafanyaja goja, nimtafute kwenye simu. Halo, Baba Devi, naambia rafiki uko wapi? Nipo kijiweni hapa. Naomba uje chapu hapa, barabara ya hapa hapa ngiapanda kuingia hii kijiji cha kati hapa, kwa maana kuna mgonjwa yuko barabarani hapa. naomba ah, uje msaidie, umpeleke hospitali. anaenda hospitali kwa wahanga? Ndio eh, eh, mpeleke kwa wahanga. Basi nakuja chapu hapo. Aumwi sana ndugu yangu, asija ya kanisumbua kwenye pikipiki? Yaani anaumwa yeah, lakini sio sana, anaweza kukaa kwenye pikipiki haya. Eee, anaweza kukaa ko ka, ngoja tumsaidie e, tumsaidie ile akae kwenye pikipiki, twende taratibu, ngoja vizuri. Eh, pole rafiki, pole rafiki, pole pole, mpeleke huyo, ana mshikilie vizuri vizuri, hey. Mpeleke, mkimbize tu apate huduma. Kazi oh, yeah. Kweli kweli, kufika hapa hospitali. piki, pikipiki yangu kule nimeacha mbali. ah, kaa hapa, kaa hapa nikakuitia daktari hapa nikakuitia daktari, unajisikiaje? Tulia hapa ndugu yangu. Nimeangalia huku hayupo, wa. Ngoja nikuitie kwa huku, labda yupo huku daktari. Aha. Ne, tuna mgonjwa huku, yaani okay. okay, okay. Hmm. hata hela uh... yangu sijalipwa, nimemkuta tu barabarani, kuna msamaria kanipigia simu okay. Anaumwa sasa, hapa nishamfikisha kwenye sehemu sahihi nifanyie vipimo. Okay. Eh, yangu imeisha mafuta sasa sasa. Huenda okay. Nikaja kumwona hata kesho. Okay, okay. Sawa sawa, najisikiaje? Okay. Sawa hapo kausheni, nilikuwa napita nikakutana hicho kijiwa hapo, kuna vijana pale, nikajaribu kuwashirikisha neno la Mungu. Kile kilichonikuta, ndugu yangu, hao watu wamenipiga wa na wameninyang'anya vitu vyangu, nikaamua nikimbie tu kunusuru maisha yangu. Sasa kilichonikuta, kabidi tu nijichenge nao basi Mbwana kama hivo, mdogo wangu. Vipi kwanza mwanangu, nilizurika mwanangu, madhara mwanangu. Madhara gani mjomba wangu? Si hizo vitu tunavyotumia mwanangu. Vitu gani hivo? Ah, yeah, unazungumzia steam ndio? yeah, yeah. E mwanangu yeah. Lazima hapo katikati mwanangu, hospitali hapo kati mwanangu, hapo wenyewe chewa oh, oh, yeah. mjomba wangu, chewa chewa yeah. E, nataka niwaelekeze tu jambo dogo mm, ujue hivi yeah. vitu mnavyovitumia mnapata madhara ya aina mbili yeah. cha kwanza mnaharibu mm. afya zenu za mwili cha pili unajitenga mbali na maisha ambayo ni mazuri. Unaona ndugu yenu sasa hivi anapopendeza hapa, na kweli kabali, wewe unaona, muonaje hapa? Lakini yaani mwanangu, umekuwa hivi kikeli kikeli. Na faida mm. nyingine aliyoipata huyu jamaa, anaaminika sana sasa hivi ana kwa watu kata. yani hana ile tena kutengwa na jamii kwamba hao ni watu ambao sio. Sasa na sisi kama watumishi hatupendi kuona mnavyotengwa. Kwanza mweke hizo chini sasa kusudi kama kweli au, mnanisikiliza mnisikilize kwanza. Mnapokuwa mmeachana na haya mambo mkaamua kuwa watu ambao mnataka kabisa kupata maisha mengine ya baadaye, hata jamii yenyewe kwanza inawakubali. Huenda kuna mtu anatamani sana kukupa kazi hmm, lakini akija kuangalia maisha unayoishi na haya makundi hmm, inakuwa ni ngumu sana yeye kukuamini. Lakini ukishakuwa mtu mm, ambaye umeachana mambo ya makundi, inakuwa ni rahisi sana kukuamini. Sasa nilikuwa na tamani hata kidogo, mjaribu kuangalia maisha ya upande wa pili. Mwachana na haya muangalie maisha ya upande wa pili mjomba unapita mule mule, unapita mule mule. Mjomba wangu sema nini? Mjomba wangu kwa tambolako munda mjomba wangu, munda. Nisamehe mjomba wangu. Sawa, vitu vyangu nimepata, lakini pia nikuwa na tamani kama kweli mmeamua kuachana na mimi, ndala zake mmempa mimi, natamani hivi vitu kabisa, hivi vitu hivi navyovutavuta hivi mnipe tu nikatupe mi, nitampa huyo ndugu yenu ataenda kuvitupa. Halafu mimi kama kweli mmeamua kweli kugeuka ku, kweli mwanangu mchaga umeamua kubadilika mjomba wangu

Ah uh, nimeangalia kwenye vipimo vyangu nimeona kabisa hauna ugonjwa. Kabisa yani hauna ugonjwa. Ah uh, nzuri. Habari gani? Salama mnaendeleaje? Ah uh, sisi tuko salama. Uh, japo tuko na mgonjwa hapa lakini vipimo vinaonyesha haumi kabisa huyu. Haumi? Ana uh, vipimo vinasema haumi kabisa alafu inaonekana bado ana moto. Ah uh, sijui nini shida. Ya, yeah. Sasa nawaza hapa yeah. Ni, ni, ni mwite ndugu yake aje mchukua ampeleke nyumbani. Ndiyo. Yeah. Labda akapumzike au tumwandikie transfer kwenda hospitali kuu. Yeah. Habari yako? Halo, kijana. Una umeokoka? Hujaokoka. Unamjua Yesu? Ulishawahi kwenda kanisani? Hii tatizo limekuanza lini? Na wewe daktari, sikuona tatizo sikuona tatizo hapa, ndo nilikuwa hapa, nataka kumkabidhi kila kitu aweze kuondoka aende nyumbani au tumwandikie aende hospitali kuu Okay. ya wilaya. Ngoja na mimi Roho wa Mungu ananionyesha nimsomee, Okay. labda neno moja kutoka kwenye Biblia. Eh, karibu mtumishi, karibu karibu. Amina. Asanteni sana kwa kuokoka, tunaweza tukapiga pambio hapa, wa mtumaini Bwana